Na sasa tujielekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako tunaambiwa kwamba mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo Bintou Keita amejiuzulu rasmi katika wazifa huu. Na kulichambua hili moja kwa moja, naungana na mchambuzi wa maswala ya kisiasa anaitwa Izaika Tasi, nasema naye moja kwa moja kutoka Beni huko Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine tuanzie hapa, kujiuzulu kwa Bintou Keita kuna maanisha nini kwa mustakabali wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Asante sana mwandishi wa habari, kwa hiyo swali kujiuzulu kwa Bintou Keita, nadhani kwangu mimi binafsi, ni mi jambo ambalo linaweza likaletea masuala mingi, kuiswali ini kenisukuma ila kazi nikuta na igumu na matatizo ni mengi, na hayo yote yakiwekwa pamoja, yanaweza yakamsumbua pa kwa kicha, akamvuruga na aweze kuona kwamba nguvu yake imekuwa ndogo kushinda uh, shida ambazo ziko ndani ya nji ya Kongo. Alafu kujiuzulu kwake ni uh, kuliko kufukuzwa. Kujiuzulu inakupatia mlango wa kuondoka kwenye uh, nafasi moja bila tatizo hiyo kabisa. aa aa, nam tutathmini kazi ambazo zimefanywa na MONUSKO nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo, pengine kwa mtazamo wako, nadhani MONUSKO wamefanikisha malengo yao katika nchi ya jamhuri ya kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo au wamefeli? kwa Uh, kweli, kwa kusema kweli, ukiona jinsi wanavyo MONUSCO, yaani ni mission ambayo imekuja ili kuitalisha uh, karibu ishirini na usalama wowote ambao watu wamepata katika maeneo ambapo vita yako, kwani uchaguliwa kwamba vitu vinaendelea huku na huku, watu wanaendelea kuchinjwa. aili alikuwa kusema wamekuja kuikalisha usalama, mji wa Goma haungeliweza kuanguka, mji wa Bukavu haungeliweza kuanguka, kwani wametumwa ili wasaidie serikali ya Kongo kuzuia matatizo na madhara ambayo inaweza ikatatiza usalama wa wananchi. Yani kwangu, nikawapa nukta, wamefail mission ambayo liwaleta ndani ya Kongo ilikuwa ya muhimu. Hata wangeliweza kuona namna yingine ya kuweza kutumika kwao, ili hawa wakaaji wa nji ya Kongo waweze wakakuwa na imani kwamba, utagundua Wakati mmoja kulikuwa kumekuwa maandamano katika nchi nzima ya kusema kwamba hawataki tena majeshi wa Monisco kubaki kwenye maeneo ambayo wanakaa, kwani hawaone faida ambayo wanaletea wananchi. Wamekwisha kukwepa misheni yao, wameingia katika misheni ya development yaani kujenga vilalo, kujenga gereza, kujenga ofisi za serikali, lakini wamesahau kwamba walikuja kwa kusaidia serikali ili iweze ikaikalisha amani katika eneo. Kwango kabisa, wamefeili, wamefeili, wamefeili. Wangelikuwa na umuhimu, waweze wakakamata njia ambayo Bintou Keita amekamata, wao wajiuzulu ama wachenji namna yao ya kutumika. A, amani bado ni kuz, kizungumkuti e, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine kwa namna unavyoona wewe, unadhani kujiuzulu kwa Bintou Keita ambaye alikuwa ni mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DR Kongo, kujiuzulu kwake pengine kunaweza kukaathiri kiasi gani mchakato wa kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwangu mimi nawaza kujiuzulu kwake unaweza k yale ambayo alikuwa ameanzilia, sijui kama yule ambaye atekea nyuma yake ataweza kaendelesha, ila tunaimani kwamba yule ambaye atakuja nyuma yake kwa kumgomboa atakuja na amejua kwamba kazi ni kubwa na misheni ni kubwa, na amani tangu wamefika ndani ya nchi ya Kongo haijarudi. Kama atakuja kutumika ili amani irudi, itakuwa ni jambo kubwa na jambo nzuri sana. Amani ni kitu cha kwanza ambacho mwanadamu anahitajika na ana haki yake. Kwa kweli, ni serikali ya Kongo ndio inaweza ikatupa amani, lakini kama wamekuwa na ile jukumu ya kusema kuwaite wengine waje wakatusaidia ili tupate amani, hiyo msaada kama haionekani, kwangu nadhani Naam no, zaikatasi pengine tutubaki hapo hapo kwenye swala ya kwenye swala nzima la vikosi vya kimataifa kuja kusaidia e, e, e, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hili ndo litakuwa swali langu la mwisho kwako. Kwa pengine, kwa hali ya sasa ya mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mtazamo wako, ni suluhisho gani la kudumu linaweza kusaidia kurejesha amani bila kutegemea sana vikosi vya kimataifa? Uh, suluhisho la kuleta amani ya kudumu katika nchi ya Kongo ina kwa serikali ya Kongo kuweza kuorganize vizuri kwenye vikosi vya jeshi, yaani kuweza kuondoa hao majeshi ambao waliingizwa katika jeshi wakati wa brassage, wakati wa mixage, kwani ni wale wale ndio wanatoka kwenye jeshi, wanaingia kwa pori na wanaunda hiyo ambayo tunaita uh, ugaidi. Hiyo inaweza kuwa ni jambo la kwanza la kufanya, yaani kusafisha serikali, kusafisha jeshi, huweza kuwapa mafunzo zaidi. Kwani ukiona jeshi zafari zingine jishi zinavyotembea na jishi zinavyopigana, kwa kweli jeshi la Kongo linakuwa na tatizo ndogo ndogo kwa namna ya uongozi, kwani wale vijana wanapambana wanapambana lakini ni viongozi ambao wana nia mbaya na wamejipeleka kwenye mambo mengi, wengi utawakuta wako kwenye biashara wengine wako kwenye vitu mbalimbali, alafu hawafuatilie ile ambayo iliwaleta kwenye jeshi. Ndio maana kama serikali ya Kongo inaweza ikaazilia hapo anzo kufagia wanzitaja italau na wandamo ya Monisco, wakati Monisco imechunguza na imejua kwamba yani yale ambayo wameleta kama msaada kwa jeshi ya Kongo ili kurudisha amani haitoshi Nadhani kwangu wanaweza wakajiuzuru kama vile Bintou Keita amejiuzuru, itatupa nguvu ya kuweza kujua kwamba hatuna msaada wowote na tutajitegemea sisi wenyewe na kupambana na shida ambazo tunazo na zinaweza zikaisha kwa siku hata chache hivi, na tumeweza kuongea hata hasa ambao wanakaa ndani ya nchi, na tunazungumza nao, kwani ni sisi kwa sisi. Lakini wakati kuna watu ambao wamejitokeza katikati kama wa wa kuangalia tu kuchungulia kwa, kwa macho inatuna na inaleta mambo mengi pwani wao hata kuna muda ambao population inawashutumu kwa hiki na kile, inawashutumu kama watu wameuawa pembeni ya kambi ya Monisco. Hakuna yale ambayo Monisco imefanya ikiwa na vifaa ambavyo ni vifaa vya umoja wa Mataifa, lakini hivyo vifaa katika miaka ishirini na vifaa vimeshindwa kurejesha amani, na kwa kweli jeshi la nje hapa, msaada wa jeshi wa nje haiwezi karudisha amani kwenye eneo Serikali inabidi iweze ikakamata kipaumbele na kukamata mambo yote kwa mkono na kuona kipi kinaweza kikatengenezwa kwenye jeshi, kipi kinaweza kikatengeneza kwenye siasa, kipi kinaweza kikatengenezwa kwenye mfunzo ili tuweze tukakaa na amani am